Mambo matano ya kufanya siri kwenye maisha yako yote. Yani mambo haya yazingatie, ili ufike mbali kwenye maisha yako. Ili kutaka kuwa tajiri ama mtu aliyefanikiwa, inapaswa ufanye mambo haya yawe siri kwa watu. Ili kufanya maendeleo yako yawepo kwenye maisha yako, basi hakikisha unazingatia vitu hivi kuvifanya siri zaidi. Kuna watu waendelei maisha yao kutokana, kuna baadhi ya mambo wanafanya kuwa public, wakati alitakiwa kuwa private. Sasa sikiliza kutoka kwa Albert Einstein, yani moja ya nguli wa sayansi duniani, Albert Einstein. Sijui nimetamka vizuri. Yeah, of course, Kiswahili ndo lugha yetu pekee tunaojivunia <laughs> yes. Yeye alisema haya mambo unahitajika kuyazingatia hasa kwenye maisha yako, ili uzidi kupiga hatua. Kuna hatua wengine hata wapigi kutokana haya mambo, wanayakuwa kama wanapuuzia. Ukiyapuuzia mambo haya hutofanikiwa maendeleo, utasikia tu kwa ujirani yako kukutajia mambo hayo. Unapaswa kuweka siri kwenye maisha yako yote. Jambo la kwanza, malengo yako au siri ya mafanikio yako. Malengo ni yako peke yako, wapaswi mtu mwingine ajue. Hutakiwi kumpatia mtu siri ya mafanikio yako, kwani huwezi jua yupi adui ya yako. Maana maadui zetu wengi ni wale tusiowadhania na wale ambao tumewakumbatia uvaa ngozi ya kondoo ila ndani ni chatu. Kueleza watu mipango yako ama malengo yako kunaweza sababisha usiendelee, usiweze kutimiza lile kusudi. Usishee na mtu ndoto zako. Kuna watu wanapenda kushirikiana na watu wengine ndoto zao, eti kwa sababu mtu fulani ana ndoto kama yako, eti kuwa msanii, basi ukafikiri kwamba mnaweza mkashare ndoto zenu. Hapana, huyo ni wa karibu, ndio ila kila mtu ana mtazamo wake. Kila mtu anajua ndoto yake namna gani atakavyoitimiza, kuna yani namna gani ndoto yake inahitajika. Hata kama ndio wote tunaanza kuwa wasanii, wote tunaanza kuwa watangazaji wakubwa duniani, lakini bado kuna vitu tutatofautiana. Pili, matatizo yako, usipende kueleza watu kila mara matatizo yako, kwani inaweza ikawa chanzo cha kukuongezeka kwa matatizo yako ita increase matatizo yako. Kumbuka katika watu mia, themanini kati yao wanafurahia kukuona unalia shida. Utaamini hilo siku kukipiga hatua alafu wale uliowaeleza shida zako wajue, oya tajuta. Ila kati ya wale mia ishirini, pekee wanaweza wakawa ni wale wenye kutamani kukusaidia lakini hawajui wafanyeje, ama wanaweza kukusaidia lakini wasimalizi matatizo yako yote hapa ndipo utakapokuja kujua kwamba binadamu hawezi kukusaidia matatizo yako, tegemea Mungu. <laughs> Hivyo ni vyema kutoeleza kila mtu shida zako. Tatu, mahusiano yako. Mahusiano yako mwenza uliye naye inapaswa kumweka kibinafsi, sio siri, ila mfanya awe private, not secret but private. Yani, hata kama anajulikana, ila usimweleze kwa watu, wacha mfahamu wanavyofahamu wao iwe ndio unaingia kwenye mahusiano ama mmeachana, yani watu wasijue, kama unaingia sasa hivi, umetanga, umeamua ume, ume kuingia huko, single tena unaamua kudeti yo, of course, date, lakini usifanye watu tujue. Naendapo ki broke up, usijaribu kumweleza hata rafiki yako kwamba bwana, nime broke up, a a kausha, utaumia. Usieleze kwa watu wako wa karibu kila kitu kuhusu mahusiano yako. Hakuna mjanja kwenye mahusiano. Kuna wenzako hapo kwenye mahusiano yao, pengine wanakereka na mahusiano yao ya ovyo. Unavyoeleza mahusiano yako kwao, inafanya watamani kuyafanya mahusiano yako pia yao ya ovyo. Wengine wafurahi kuwa na mtu uliye naye, wanatamani wao wachukue nafasi yako, wanatamani wa waone wanakuchomoa jimboni, jimbo libaki wazi wagombee. <gumbe> Namba nne la kuweka siri kwenye maisha yako yote, matatizo ya familia yako. Kila familia ina matatizo yao ya ndani. Matatizo ya kifamilia yanapaswa kusuluhishwa ndani ya familia, sio kueleza watu. Mitazamo ya watu itakufarakanisha zaidi. Lolote unalopitia kwenye familia yako ni vema ukasuluhisha mwenyewe kuliko kuelezea kwa watu. Namba tano, mshahara unaoingiza Usiwaeleze watu kiasi unachoingiza kwenye kazi yako. Wakijua wapi unapopata mkate wako wa kila siku, basi watachoma mpaka kiwanda hicho cha mikate. mm-hmm.